Sasa uh, ni, inapokea, inapokea malalamiko mingi sana kwa sasa kwa sababu ya hizi mambo ambazo tunafanya watu. Nimekuwa na uh, government inani uh, criticize uh, kanini, namtaja, uh, namtaja Rostam Aziz, kanini, tunaandika mabarua tunataja mawatu, kwanini uh, hatuziachii Uh, ma, uh, watu za dini pamoja na serikali zikuwe zinafanya ma, mazungumzo uh, hii ni, uh, haba, hii maswala hizi inakuja kwa ubalozi ya Marekani, uh, uh, balozi ya Tanzani, uh, Tanzania nchini Marekani uh, kwa mazungumzo za simu imekuwa wanapinga sana hichi kitu ambayo tunafanya na nilikuwa sijataka uh, kufanya kushambuliana na, na, na, na, na vijana za Rostam ambazo sasa imekuwa wananichukulia, wanakuwa wanagombana na mimi kupitia mail zangu, na of course hizi mail wamepewa Ikulu kwa sababu mi mail nimetuma Ikulu Tanzania na nimetuma kwa mapolisi, na hii mail ambayo ambazo wanajaribu kuzihak hii mail iko protected, si mail ambazo kama watahak watakuta habari zangu. Hii email imefunguliwa kwa sababu tu ya kuparalyze serikali, sio email ambazo utakuta mastori zangu mimi. Nawaomba sana government ya Tanzania, sisi vijana sio maadui za nchi yetu. Sisi ni, ni, majamaa ambazo tunapenda sana nchi zetu na tuko tayari hata kesho kurudi nyumbani. Uh, tufanye kazi, tufanye kazi nchi yetu, tujenge nchi yetu. Uh, sisi sikio maadui kwa hiyo wanajaribu sana kuhack emails yangu kunifanyia mastori mimi. Si adui ya Tanzania, mi sio mtu ambayo na, uh, nataka tufanyane ubabe na Tanzania. Sasa inaweza uh, vile sasa tuko na habari kwamba uh, uh, uh, bwana Rostam Aziz uh, yuko na safari hii wiki ana, anakuja, uh, kuna, uh, anatarajia kuondoka yeye ama kwa ku, ku, ku, ku watumishi zake, uh, kuna nchi wanaenda hivi, kwa sababu tu uh, ya kujaribu kuf, kufanya sabotage ya maandamano ambayo tunafanya, kwa sababu sasa wamekuwa na uhakika kabisa kwamba maandamano hii itakuwa ni kubwa na itakuwa maandamano iko moto, ile mkono ya Samia haiwezi kushika, sababu ni moto sana. Sasa wamekuja na plan ya kuja kufanya sabotage. Ndugu zangu, naomba kuambia jambo ambayo kila Mtanzania sasa atapata uchungu wa kuumia moyo wake na kukuliza, si kwa sababu tu niko na lengo ya kukuumiza moyo wako, lakini bora nikupe hii taarifa ili tu, kwa sababu uko unajua kwa nini tunatakiwa tuiokoe nchi yetu, kwa nini tunatakiwa tuwatoe hawa ama primitive na majambazi huyu mjamaa Rostam Aziz ambaye sasa anawatumia watu mimi wani hak wafanya haya mavurugu zote. Kwa mujibu wa Forbes, ya takwimu ya mwaka elfu mbili na kumi na tatu, wanasema kwamba bwana Rostam Aziz ana utajiri ya dola bilioni moja bilioni. Hii stori sio stori uh, kwa, kwa ile uh, uh, inatoka kwa zile inatoka kwa media za Tanzania. Hii si stori ambayo inaandika kama gazeti ya Tanzania. Hii ni stori inatoka Forbes. Sasa, bado kama hiyo haitoshi, kuna organization nyingine, na waomba funu macho mkuu, mnaweza kusoma inaitwa Henley and Partners Wealth, ambayo inakuwa inatoa ripoti ya utajiri iliyokuwa haishikiki kwa watu ambazo zinaishi Afrika. Hii ripoti imetoka elfu mbili na ishirini na mbili inasema kwamba Uh, Azizi ili miaka yake uh, uh, sitini na tano pia wanakiri kwamba anamiliki $1 billion dollar. Najua kwamba inaweza kwa akili ya uh, raia ya kawaida asiweze, niki, asiweze kuj, kujifah, kunifahamu nikiwa nakwambia 1 million dollar ni hela ngapi? Naomba nikuchambulie kidogo kwa faida zako ili tu nikutie hasira sana na kunikutia machungu Ukubali kutoka kwa, kwa tarehe tisa kuingia kwa maandamano, tukizungumza kwamba huyu mjamaa anamiliki bilioni moja dola. Maana yake maana yake ni kwamba katika miaka sitini na tano ya dunia yake ambayo kaishi, kila mwaka mmoja tangu, anamwa, tangu kazaliwa ile kazaliwa tu anatimiza mwaka mmoja, kila mwaka anaingiza kwa, kwa fuko yake milioni moja dola Sio milioni ya tanzania shilingi, siyo milioni ile ya, ya hela ya Afrika. Tangu kazaliwa kila mwaka, kwa hesabu ya kawaida, kwa maana nina break down hii billion dola kaipataje? Maana yake kila mwaka mmoja inapita, ina yeye anaingiza one million dola. Kama hiyo bado ndugu yangu hujaweza bado kunifahamu maana yangu ni, ni hii hapa Labda unaweza kidogo jamani, uh, okay, kidogo. Rekodini hii live, rekodini hii live. Hizi ni habari nzuri sana ambaye anaweza kurekodi ya rekodi. Okay, nice. Okay, sasa tumetaka taasisi uh, mashirika ma ma ki ya kimataifa ya, yaje yaruhusike ya kufanya uchunguzi juu ya utajiri ambayo anamiliki Rostam Aziz, Uh, kiziga pamoja na Bwana Abdul kwa sababu tuko na sababu za msingi sana nitawapia hii mfano ya Rostam, nimeambia kwa mujibu ya Forbes ambayo hii ripoti siyo yeneyo e, e, hii ripoti ni ya miaka kumi imepita wanasema huyu mjamaa ni, ni mtu ya kwanza East Africa kuwa na utajiri ya $1 billion yab kuwa bilionea kwa dola sio bilionea kwa, kwa shillings. Sasa mimi najua ne, ndugu zangu inaweza mkapata kuwa na ugumu sana kufahamu hii hesabu kwa sababu ukisema bilioni inakuwa iko na maziro tisa ni hesabu ngumu sana, na hii ripoti pia imethibitishwa na uh, shirika nyingine inaitwa Helly and Partners, hao pia anasema Rostam Aziz ni mtu ya kwanza imekuwa a billionaire kwa East Africa. Imagine. Rostam Aziz age yake kwa sasa ni ana miaka 65 uh, na anamiliki kwa miaka kumi imepita tayari ako na 1 billion dollar net worth. Kwa maana yake ni kwamba kila mwaka Rostam Aziz anaishi kwa hii dunia, Tangu amekuwa anazaliwa maana yake kila mwaka mmoja anaingiza milioni dola milioni kumi na tano laki tatu elfu themanini na nne mia sita kumi na tano pointi tatu nane kila mwaka mmoja. Kweli, hii kaweza vipi? Kwa jambo gani anafanya hata, hata mashirika za ndege haziwezi kuingiza faida hii ambayo huyu, mjamba, huyu mjambazi ameipata ana bilioni ambayo hesabu yake ukigawa kwa mtu ina miaka sitini na tano maana yake kila mwaka mmoja anakuwa ana anaweza uh, kuingiza dola milioni kumi na tano laki tatu elfu themanini na nne mia sita kumi na tano pointi tatu nane. Kwa nini amepataje? Kwa jambo gani? Sasa ikikuwa labda uh, hisa hesabu ya mwaka bado inakuwa inakuumiza kichwa sana naomba ni break down tena. Kwa maana yake ndugu yangu, ni hivi, ikiwa huyu mjamaa kwa mwaka anaingiza dola milioni kumi na tano maana yake kila mwezi moja, kila mwezi mmoja Rostam Maziz anaingiza milioni dola na dola laki mbili mia nane thamanini na mbili, wakati wewe polisi, wewe jeshi, we usalama, ambayo unatumwa ukauwe wa jamaa, unalipwa hela ya Tanzania milioni mbili kwa kumlika kwa sababu tu huyu mjamaa awezi kupata ulinzi. Kwa mwezi mmoja anaingiza dola milioni moja na laki mbili elfu themanini na mbili, anaingiza kwa mwezi mmoja ndani ya nchi Tanzania, nchi ambayo ni nchi maskini. Anapataje? Kafanya nini? Bado ndugu yangu naamini kwamba inaweza bado ikakuwa inakupea shida nikikufahamisha hesabu ya mwezi. Nashuka tena, uh, nashuka tena sasa nit nitakupa, uh, uh, nitakupa hesabu ya kila siku. Ninamaanisha hivi, Rostam Aziz tangu anazaliwa kila ile jua inazama na jua inakuwa, inakuwa kwa bahari, kila siku moja anaingiza dola elfu arobaini na nne dola za Kimarekani. Hii hela wapi anapata? Nini hasa anafanya, biashara gani kabisa ako nayo? Kama sio uh, money laundering, kama sio kuhujumu uchumi ya Tanzania. Ndugu zangu, ninakuwa naomba leo uh, uh, niko sana nini nasema kwa ufupi Rostam Aziz kwa kila mwaka mmoja ambayo akazaliwa kwa hii dunia anaingiza dola ya kimarekani milioni kumi na tano na laki tatu na points, kila mwaka tangu anazaliwa, iko mwaka mmoja miaka miwili miaka mitatu, ili tu huweze kuipata hesabu ya bilioni huwezi kuipiga ya hii hesabu kwa miaka ishirini iliyopita imebidi tumrejeshe tangu anazaliwa. Hii ndo hela ambayo anaingiza. Hakuna hesabu nyingine yoyote inaweza uh, ukaifanya kwa, kwa, kwa miaka kumi iliyopita ama miaka ishirini iliyopita. Hii tumefanya hesabu ambayo ya kila siku anaweza kuingiza dola ya kimarekani elfu arobaini na mbili every day, every day, tigi zangu Ndugu yangu ambayo uko na maisha ya kuteseka, ndugu yangu ambayo umekosa uh, ume, ume, ume, ume kwenda university Tanzania kwa sababu hauna hela, ndugu zangu ambayo unamjua mtu ameshindwa kufanyiwa uh, surgery, kufanyiwa operation ya moyo kwa sababu tu ukakosa hela ndogo ya kwenda kutibiwa India, naomba ujue kwamba kuna mtanzania kazaliwa Tanzania tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu anamiliki bilioni ana utajiri ya bilioni hii. Habari hatuwezi kukubali, ni jambo ambayo hakuna maelezo inatosha kutuambia hizi majambazi, hizi pesa wamezitoa wapi? Hakuna maelezo kabisa yanatosha hawa jamaa uh, kutuambia hizi pesa wametoa wapi? maelezo ambazo tunaweza kutumia yakatosha ni kukubali kwa pamoja, tarehe tisa Desemba, uh, tufanye maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo, ili kwa sababu tu kila mtu aweze kuwajibishwa na yule jambazi arejeshe hela kwa serikali. Niko na ushahidi nina uh, uh, uh, sita kidogo kutoa hii shahidi kwa sababu Uh, tumewataka tume, tume bot ikuwa inakiri peke zake mpaka Jumatatu na ikiwa bado haijakiri nini ambayo tumeifanya. Japokuwa leo nitaeleza kidogo, tuta, tuta, tutarudi tena uh, kuweka hii ushahidi hapa juu. Haya ni mambo ambayo mtu kama Rostam Aziz anafanya. Sa, jiulize swala moja, je, huyu mjamaa kweli atakuwa tayari sisi tukuwe tunafanya maandamano Mtu mwenye utajiri wa, wa ukuwizi kama huo ataogopa vipi kutoa silaha, sisi tukuwe tunauliwa? Yuko tayari kufanya kitu yoyote ile, sisi tukufe ama tuonewe ama chochote ile, yeye aweze kuwa salama, kwa sababu tu ya huu utajiri ambayo iko nayo. Ndugu yangu, nikisema bilioni dola ni hela nyingi sana, milioni dola maana yake ile milioni milioni zikuwe elfu moja, yaani uchukue uchukue bandali ya milioni milioni dola moja ziwe elfu moja. Oh, si, si, si, sijui vipi naweza kuelezea hili jambo, halikubaliki na hizi ni mambo ambazo uh, zinatokana uh, na wizi mkubwa sana ambayo government yetu inafanya. Sasa tunaweza tukaja na swala uh, tukaja na swala vipi, hizi hi, hi, vipi hii uh, hi utajiri inaweza ikamnufaisha kila, kila mtu ambaye iko Tanzania. Ndugu yangu, naomba kuwaambia jambo moja. Tanzania tuko na utajiri ambayo tuko na garanti ya kila raia ya Tanzania ambaye anafanya kazi kulipwa kwa hela ya dola kwa, kwa wiki, sio kwa mwezi, kwa wiki at least, at least ile mtu inafanya kazi ndogo kabisa ilipwe dola mia tano at least, hela ya Tanzania milioni moja. Hiyo jambo inawezekana kwa asilimia mia chini ya mia.